Hii leo tunaanza na taarifa za tanzia, kwani watu watano wameuawa kufuatia shambulizi la wanamgambo wa Al Shabaab katika eneo la Burabor eneo la Mandera Mashariki. Watu wengine wawili walijeruhiwa kufuatia shambulizi hilo la mapema hii leo, huku maafisa wa usalama sasa wakisema kwamba wameimarisha usalama katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Feisal Abdirahman anaarifu zaidi. Katika makavani hospitali ya hospitali ya rufaa ya Mandera, ndugu jamaa wa marehemu walikusanyika ili kutambua mwili wa wapendwa wao walio wao, wakiwa na wafanyakazi wanaohudumu kwenye timbo eneo la Burabor. Kamishna wa kaunti ya Mandera Hendo Ochako akisema wachimbaji timbo hawa waliondoka asubuhi bila walinzi kama inavyohitajika. Naweza kutoa, uh, watu ambao walikuwa wanaenda kwa kwari kasi, wakawatoa kwa gari wakawafanya wakalala chini na hapo hapo wakaua karibu wafanyi kazi sita ni watano na wengine wale watu wengine walikuwa kwa hiyo gari wakatoroka wakaingia msituni habari ambayo tunapata ni kwamba hii gari imeanza kufanya kazi hiyo route jana kwa kawaida wahudumu hao wa timbo hujumuika na wenzao wanaojumuisha maafisa wa serikali kurejea Mandera mjini kwa ulinzi wa maafisa wa usalama, hali iliyohofiwa kusababisha urahisi wa mashambulizi ya waathiriwa. So, gavana uh, wa Mandera Muhammed Adan Khalif akiongoza viongozi wa eneo hilo kuomboleza waathiriwa huku uchunguzi ukianzishwa. Kwa sasa maafisa wa usalama wanasema wameimarisha doria kulinda usalama wa kazi. Feisal Abdirahman, ningaa Citizen.